Mtaani kuna maneno, ya, yani kuna rumors zinatengenezwa nyingi sana zinaifanya Simba inayumba. Maneno ni kwa mfano kama hapa siku za katikati wamejaribu kuiumbisha Simba kwa kuvumisha kwamba Ahmed Ally anaondolewa kwenye uongozi. Hizo ni zote hizo ni njia za kuifanya Simba kutoka kwenye, kwenye reli, Simba wabaki kwenye maaziao binafsi wajiongoze kama wanavyojiongoza wao. Mwisho wa siku faida itapatikana namna unavyoiona simba na matokeo ambayo wameyapata leo pengine inatoa viashiria vya namna gani kuelekea kwa msimu huu. Mechi mbili wana magoli sita, lakini pia vilevile hawajaruhusu. Tutategemea kutoa upinzani mkali, kutoa kucheza mchezo, lakini ukiniambia simba atakuwa bingwa, hilo swali siwezi kujibu, sababu ziko timu kumi na sita yeyote, ana uwezo atakayechanga karata vizuri ndio atakayefanikiwa kuwa bingwa kwa Tanzania lakini nikisema kwa kuwa leo ameshinda goli tatu juzi kashinda goli tatu, sijui kaingia raundi ya pili ya mashindano ya, ya kafu niseme nitakuwa si mtendee yake, nitakuwa timu nyingine ambazo naingia uwanjani. Sio leo nimeanza kuamini makocha sawa, tangu ile siku tuliomaliza mechi ya Yanga Day. mnakumbuka nilisema tumemalizia, tumeanzia tulipo malizia na ilikuwa ni hivyo, lakini kwa mechi kwa mfano mpira uliochezwa leo tungecheza siku ya, ya ngao ya jamii lolote nikitokea performance ya leo? Iya, imekuwa na tofauti. Hatuna, hatuna, hatuna performance kubwa, lakini ni tofauti. Unajua hata kwenye vichaa kuna kiongozi wao, hata kwenye vichaa kuna kiongozi wao. Kwa leo kama leo kama ingekuwa tunaongozana vichaa, sisi leo tungekuwa kiongozi kwa leo, tungekuwa viongozi vichaa, bomu na werevu kidogo. Leo kama pangechongwa, pangechero wa mlango, tungemuuliza dokta, kwa nini unataka tuingilie hapa, tuchiingilie pale? Dokta angejua tayari ukapona wewe. Kwa nini unataka, kama hizi ni sehemu, pengine kwa wapinzani wenu ambao jana walidondosha alama mbili kule Mbea? Ah, uh, unajua kule Mbea kudondosha alama Mbea, mimi sioni kitu cha ajabu, hakuna uwanja mgumu kama uwanja wa soko. Uwanja wa Sokoine ni uwanja moja, mi nashangaa wapenzi wa Yanga wanaolalamika kwamba f... Yanga imetoka ndo, uwanja wa viwanja vigumu vigumu vigumu kabisa kushinda, sababu wale mnapokuwa pale kwenye uwanja wa Sokoine hawaangalii mimi ni Yanga, mimi ni Simba, wanachoangalia ni timu ya nyumbani, panakuwa na matokeo magumu sana.